Wananchi wa narudia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kutoka Ikulu takatifu Chamwino Dodoma, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa mara ya kwanza toka ameapishwa ametia neno, amezungumza juu ya mambo kadha wa kadha ambayo yanahusu yanamhusu waziri mkuu aliyemteua e, na ku, e, kutangazwa bungeni Dodoma, lakini vile vile e, mambo kadhaa ambayo yanahusu nchi kwa ujumla wake. Nitakuwekea hapa mambo mawili mazungumzo ya mheshimiwa rais toka amepata uapisho wake, lakini vile vile utas, utausikiliza na kumtazama eh, Dr Lamek Mwigulu Nchemba akila kiapo cha kutumikia nafasi ya waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nafasi hiyo ambayo mwanzo ilikuwa ikishikiliwa na eh, Kasim Majaliwa Majaliwa, lakini tayari amemaliza muda wake. Kwa hiyo awamu hii ya sita sasa hivi tunaye eh, Dr Mwigulu Lamek Nchemba. Kipi kimezungumzwa kutokea hapo? Moja kati ya vitu ambavyo Mheshimiwa Rais amevizungumza ni kumtaka waziri mkuu e, ambaye ndo mpya sasa huyu Dokta Mwigulu Lameck Nchemba aende kuwasikiliza wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akatatue kero, akatatue changamoto zinazowahusu, na adili nao moja kwa moja, kwa mujibu wa utaratibu, sheria na haki ambazo zinapaswa kufuatwa. Mbali na hivyo Mheshimiwa rais amemshukuru ame pia e, waziri ambaye amemaliza muda wake e, Mheshimiwa Kassim Majaliwa ambaye ametumikia nafasi hiyo kwa ubora. Kwa mujibu wa mwelezake, anasema kwamba amefanya kazi kwa ubora, na anamtaka Mwigulu Nchemba kutokea hapo sasa aendeleze ubora ambao yeye ameufanya, lakini vile vile kama kuna sehemu anapaswa kuongeza jambo, basi aongeze ili kuboresha utendaji kazi wa nafasi hiyo ya uwaziri pamoja na taifa kwa ujumla. Taarifa hiyo imekuwa iki of course imechochea eh, hisia nyingi kwa watu wengi, wamependa kusikia kauli hiyo ya mheshimiwa rais na kuona kuna namna eh, watanzania hawa ama Watanzania wanakumbukwa Eh, kwa nye, vitu tofauti tofauti. So ameainisha hapo, ikiwa ni pamoja na kutafuta pesa zaidi kwa ajili ya kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya kimaendeleo kama ambavyo tunafahamu, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba yeye alishawahi kuhudumu kwenye wizara hiyo ya fedha. Kwa hiyo akasema kwamba anatambua eh, yeye ni mtu sahihi wa kuhakikisha kwamba anaelewa pesa wapi zinapatikana na zinaingia zina, zina, zina, zina kwenye miradi mbalimbali mbali. Baadaye nitakupatia pia uchambuzi mdogo wa kile ambacho kilizungumzwa na Waziri Mkuu Mwigulu Lameck Nchemba pale bungeni Dodoma, eh, ambako baada ya jina lake kuwasilishwa na kupitishwa kuwa ndiye waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuna speech moja very sensitive ambayo ameizungumza hiyo. In case kama ulikosu, ulikosa, ama ulipitiwa, basi mimi nitakupatia hapa, sio muda mrefu. Kwa sasa msikilize hapa Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka Chamwino Dodoma, akizungumza hapa ni Ikulu, lakini vilevile vile mbele utasikia pia kiapo cha waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumikia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Narudia, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kazi zako na maelekezo yote yamo kwenye katiba, lakini nimekukabidhi vitabu vinavyoeleza majukumu yako na mambo yote ambayo inatakiwa kuyaangalia. Umepokea kijiti kutoka kwa waziri mkuu mstaafu ndugu yetu mheshimiwa Kasim Majaliwa ambaye amefanya kazi nzuri kufanikisha kufanikisha tunayotamba nayo leo, tukitamba na ujenzi wa mashule, tukitamba na vituo vya afya, mahospitali ya kanda ya rufaa. Kila tunachotamba nacho leo, yeye alikuwa nyuma yangu kuhakikisha yanakwenda vizuri. Kwa hiyo, umepokea kijiti kutoka kwa mfanyakazi mzuri, ambayo sina shaka utafuata miguu yake na utaongeza pale unapohisi panahitaji kuongezwa nguvu. Hivyo tunakupongeza na kukutakia kila la heri katika utekelezaji wa majukumu yako mapya. Uh, Dr Mwigulu, kama tulivyosema wakati wa kampeni na kama ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 2030 inavyosema kuna mengi tumewaahidi wananchi. Ukiangalia mambo yote na muda tulionao, muda ni mfinyo. Hivyo hatuna budi kuongeza kasi katika utendaji wetu. Wewe utakwenda kulisimamia baraza la mawaziri ambao nao wanaongoza sekta tofauti tofauti. Ni wajibu wako kuhakikisha kasi ya utekelezaji wa yale tuliyoyapanga inaongezwa ili tuweze kuyatimiza ndani ya muda mfupi. Lakini utekelezaji wa kazi zote hizo zinahitaji fedha, na wewe umetoka kwenye sekta ya fedha. Kwa muda wa miaka mitano umejua vichochoro vyote tulivyokuwa tukipita kutafuta fedha. Kwa hiyo utamsimamia atakayekaa kwenye nafasi yako, ili naye aweze kupita kule tulikopita, fedha ipatikane na kazi ifanyike kwa hiyo kwa ufupi una kazi kubwa sana, una kazi kubwa sana na leo uh, baadaye nitakwenda kulifungua bunge la kumi na tatu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo nitaeleza yale yote yote ambayo tunatakiwa kuyafanya ndani ya kipindi hiki cha miaka mitano. Kuna mengine uliyasema mwenyewe jana pokuwa bungeni, nilikusikiliza vizuri na ni imani yangu kwamba hukuyasema tu, lakini una moyo wa dhati kuyasimamia yale yote. Kwa hiyo kama nilivyosema, tukutakie kazi njema. Mzigo huu si mdogo, na kwa umri wako, sijui Kasimu aliingia akiwa na miaka mingapi, lakini kwa umri wako mzigo huu ni mkubwa kwa umri wako vishawishi ni vingi, vya marafiki, ndugu, jamaa na wengine, vishawishi ni vingi. Nafasi yako ile haina rafiki, haina ndugu, haina jamaa, ni nafasi ya kulitumikia taifa hili. Kwa hiyo nikutakie kila la heri katika utumishi wako. mimi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 nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti jamhuri ya muungano wa Tanzania katika kazi zangu za waziri mkuu, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Mwigulu Lameck Nchemba naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.